Naitwa Dkt. Hassan Msafiri, mganga mfawidhi hospitali ya wilaya ya Pangani. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kutuwezesha hospitali ya wilaya ya Pangani kuweza kupata kambi ya madaktari bingwa au wanafahamika kama madaktari bingwa wa Tanzania. Na leo ikiwa ni siku ya nne ya utekelezaji tunashukuru. Mwitikio kwa wana Pangani umekuwa ni mkubwa, na tunaendelea kuwasisitiza waweze kutokea, kwa sababu tunajua wengi wanahitaji huduma za daktari bingwa manyingi, katika na hizi huduma mara nyingi sana zinapatikana katika hospitali ya ngazi ya rufaa. Kwa hiyo kwa sasa tumeweza kusogezea wa karibu wananchi waweze kusogea. Kikubwa pia ni kwamba naamini kuna wananchi ambao bado wanauhitaji, bado tuna siku, imebakia siku ya leo na siku ya kesho waweze kuendelea kupokea hizo kwa taifa.